Naam, karibu sana katika meza ya michezo ya Mwaki Sports kupata zile updates kali za michezo ambazo zimekuwa zikijiri na sisi tunaziweka hapa kila siku. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe na kumfanyia vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kupata zile updates kali ambazo uh, zinatokea na kujiri hapa kila siku. Na kwa sasa tunaangazia taarifa za usajili wa dirisha dogo wakati huu na uh, Afrika ikiwa Uh, inatupa macho yote kule nchini Morocco katika mashindano haya Afcon ya nchi huru za bara la Afrika, ambapo yameanza kurindima siku ya jana na yanaendelea. Na kama unafahamu kwamba Tanzania imekuwa ni moja kati ya timu ambazo pia ziko kule kwa ajili ya kushiriki mashindano hayo. Sasa um, wakati hayo yanajiri, Young Africans kupitia kocha wake Mwalimu Pedro Gonçalves ameendelea kutoa Uh, ripoti kwa viongozi wake ili kuweza kuzinasa saini za baadhi ya wachezaji ambao anaamini kwamba wataenda kuisaidia Young Africans katika mashindano mbalimbali, lakini pia uh, kuitengeneza Young Africans ile ambayo wengi wamekuwa wengi wamekuwa wakitamani kuiona kwa siku za hivi karibuni. Sasa mmoja kati ya wachezaji ambao Mwalimu Pedro Gonsalves amewaandikia ripoti ya kuwahitaji ni pamoja na mchezaji huyo ambaye kwa sasa nakipiga katika timu ya Radomiak ya kule nchini Poland na huyu si mwingine ni mchezaji Laurindo Delson Maria Aurelio maarufu kama uh, uh, Dep mwenye umri wa miaka ishirini na tano. Unaambiwa mwalimu Pedro Goncalves amewaomba uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikisha saini ya mchezaji huyu ili aweze kuongeza nguvu sana katika kikosi hiko ya timu ya Dar es Salaam Africans kwa ajili ya kutengeneza ushindani mkubwa na ubora wa timu hiyo. Uh, Depo amewahi pia kupita katika vilabu kadhaa ikiwemo ya Petro uh, de Luanda ya nchini Angola, ambayo hii tunaifahamu sana ni moja kati ya timu ambazo uh, zina sifa na ubora mkubwa sana, lakini pia aliwahi kupita katika timu ya Vojvodina ya kule Serbia sambamba na timu ya, ya, Gil Vicente, ya nchini Ureno. Na kama nilivyokuarifu baada ya wale kwamba kwa sasa mchezaji huyu anachezea Radomiak ya kule nchini Poland na amekuwa ni mchezaji tegemezi, ni mchezaji ambaye uh, kwanza na umri mdogo miaka 25 katika soka bado ni kijana mdogo, lakini pia amekuwa na, mafanikio makubwa sana. Amekuwa, akichukua tuzo za uchezaji bora wa miezi kadhaa, lakini pia amekuwa akiwa ni moja kati ya uh, wale top strikers ambao wanafanya vizuri sana katika ligi ya Poland, lakini amekuwa ni moja ya mchezaji ambaye uh, amekuwa akitafutwa na vilabu vingi sana. Kwa hiyo hata Young Africans pengine uh, kuna ugumu kidogo wa kumpata mchezaji huyo, licha ya mwalimu Pedro Goncalves kumfahamu vizuri na alikuwa amewahi kumfundisha kwa muda kadhaa akiwa katika timu ya taifa ya Angola na katika kipindi hicho Uh, mchezaji huyu bwana aliweza kufunga takriban magoli 15 katika mechi 18 ambazo zilikuwa chini ya mlimo Pedro Goncalves. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anamfahamu vizuri, ni mchezaji ambaye ana ubora wa aina yake na ni fit kwelikweli kweli kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kupata saini ya mchezaji huyu. Hayo ndio yamejiri katika upande wa usajili wa msimu um, wa dirisha dogo kwa Young Africans ambapo bado tunaendelea kukupa majina ya wale wachezaji ambao mwalimu Pedro Gonzalez amewaainisha kwa ajili ya kutaka huduma zao, na hivyo Young Africans pengine wanaweza wakawavuta na kuwaongeza tia kikosi hiko ambacho kila siku wanahitaji kutengeneza ubora uliokuwa maradufu. Nimeona kuhusiana na ujio wa mchezaji huyu Laurindo Maria Aurelio na maarufu kama Depo katika kikosi cha Yanga. Unahisi anastahili katika kikosi hicho kikosi cha kwa kipindi hiki ama na wana ubora wa aina yake? Maoni yako ni muhimu sana, lakini like na share, like pia, kumbuka kubonyeza neno subscribe. Umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya updates mbalimbali za kimichezo ambazo tumekuwa tukiwekea hapa kila sekunde.